Kwa majina naitwa Pius Zakaria Lukaga, ni mjumbe wa kamati ya siasa ya halmashauri kuu ya CCM wilaya ya Mbogwe. Leo tarehe 17 mwezi wa tatu 2025 tumekuja hapa Chato kwa kumbukizi ya mpendwa wetu hayati daktari John Pombe Magufuli. Tukiwa hapa Chato tuna, tu, sisi kama vijana tunamkumbuka kwa kazi kubwa ambazo amezifanya wakati wa uhai wake. Baadhi ya kazi hizo ni pamoja na mageuzi makubwa kwenye sekta ya madini. Kwenye sekta ya madini, daktari John Pombe Magufuli alikuwa na shauku ya kuona wazawa wananufaika zaidi na sekta ya madini, na ndiyo maana mwaka 2017 kulitungwa sheria ambayo ililenga kuwanufaisha wazawa, lakini pia kuweza kuongeza wigo wa ukusanyaji mapato na mpaka sasa tunapozungumza, serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan imeendeleza dhamira hiyo. Mpaka tunapozungumza, asilimia arobaini ya mapato yote yanatokana na madini, ni mchango kutoka wachimbaji wadogo wadogo. Mara elimu, tunamkumbuka Daktari John Pombe Magufuli alikuwa na shauku ya kuona elimu inaendana na mazingira ya Kitanzania na kubadili mtaala wa elimu. Lakini mpaka tunavyozungumza sasa hivi serikali ya awamu ya sita chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan, tarehe moja mwezi wa pili imezindua mtaala mpya wa sera na mafunzo wa elimu. Kumekuwa kuna mkondo wa ujumla na mkondo wa amali, na katika mkondo wa amali watoto watasoma masomo manne na somo la biashara lazima, lakini watasoma fani mbalimbali kumi na tano. Watachagua kati ya fani kumi na tano, mtoto anachagua fani kulingana na mazingira matakwa yake na jamii inayomzunguka wapo atakaosoma ufundi umeme, wapo atakaosoma masuala ya uchimbaji na uchenjuaji, wapo atakaosoma masuala ya kilimo, na hii itawasaidia Watanzania kuweza kujiajiri watakapomaliza masomo kuliko ilivyo ilivyokuwa pale nyuma. Wimbi kubwa la wahitimu walikuwa wanaingia kwenye soko ya ajira na ajira ni kidogo. Hayo ndiyo mambo ambayo tunamkumbuka Daktari John Pombe Magufuli, na yanaendelezwa vizuri na serikali ya awamu ya sita chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Mambo mengine ambayo tunamkumbuka ni kufufua shirika la ndege la Tanzania. Tunakumbuka kuwa alipoingia madarakani alikuwa na shauku kubwa ya kufungua shirika la ndege la Tanzania. Licha ya shauku kubwa aliyokuwa nayo, alikumbana na vikwazo mbalimbali. Nakumbuka kuna ndege ambayo litagemewa kuja mwezi Julai elfu mbili na kumi na saba lakini ilikamatwa kule Canada kwa sababu ya mtu ambaye alikuwa na dai Tanzania. Licha ya changamoto hizo hakuweza kukata tamaa, na hatimaye ndege iliwasili. Hii inatukumbusha kwamba sisi vijana tunapopambana, tunapopambana na, na, na changamoto mbalimbali tusiweze kukata tamaa. Na ukiangalia hata historia inaelezea Uingereza wakati imefanya mapinduzi makubwa ya kiviwanda, kulikuwa na changamoto mbalimbali. Mwaka 1811 mpaka 1830 kulikuwa na changamoto ya baadhi ya vijana Wakiingereza waliungana na kwanza kuharibu mashine wakiongozwa na jamaa anaitwa Ned Rudi. Na ndiyo maana mfumo ule wa kuharibu mashine ulijulikana kama Rudism, lakini Waingereza wakata tamaa, wakaendelea na hatimaye wakawa wa, wa, wa, wakaongoza dunia wakati ule. Siasa ya Daktari John Pombe Magufuli kwanza ilikuwa ni siasa ambayo ilikuwa na misimamo akidhamiria kwamba hili ni jiwe, ni jiwe ni kweli ni jiwe sio kwamba hii ni mkusanyiko wa mchanga na ndiyo maana katika wizara zote alizoziongoza alikuwa alipoingia kwenye uvuvi tuliona changamoto alizokumbana nazo lakini alisimamia ile kweli kuna mpaka kuna, kuna, kuna, kuna, kuna watu wana samaki mazi choma ilifanyaje lakini alisimamia kweli alipokuwa kwenye wizara ya ujenzi tuliona watu waliokuwa kando kando ya barabara namna ambavyo alikuwa anashughulika nao. Lakini si hivyo tu, wakandarasi ambao walikuwa wanaenda kinyume naye alikuwa anashughulika na kweli kweli. Lakini si hivyo tu, kwenye ujenzi makandarasi wengi ambao walikuwa hawafanyi kazi patazo waliweza kufukuzwa, waliweza kwa, tunaona kabisa kwamba dhamira yake na nia yake ilikuwa kufanya kazi na sisi vijana tunapaswa tuige mwenendo huo. Asante ndugu mwandishi, umetueleza kwamba kauli ya daktari John Pombe Magufuli ya hapa kazi tu inashabiana na kauli ya kazi endelee. Ni kweli kauli hizi zinaendana. Daktari John Pombe Magufuli alikuja na kauli ya hapa kazi tu, alilenga kuondoa uongozi au utendaji wa mazoea, na ndio maana wakati wake kiongozi ambaye alifanya kazi kwa mazoea aliweza kuondolewa kwenye nafasi yake, maarufu kama kutumbuliwa jipu. Na hata sasa hivi daktari Samia Suluhu Hassan akaendeleza sasa zile kazi, na ndio maana akaja na kauli mbili nayosema hapa ni kazi, kazi endele, kazi endelee. Alikuja kuendeleza kazi endelee, kazi zilizokuwa zinaendelea wakati wa daktari John Pombe Magufuli kama vile ujenzi ujenzi wa daraja la Kigongo Busisi maarufu kama JPM kwenye awamu ya tano zinaendelea, na kwenye awamu ya sita, kazi zilizokuwa zinafanywa kwenye ujenzi wa SGR yani standard la, la gauge zinaendelea kwenye awamu ya tano zinaendelea, na kwa awamu ya sita, kazi ambazo zilikuwa zinaendelea kwenye ujenzi wa bwawa la kufua umeme la Mwalimu Nyerere zilizokuwa zinaendelea awamu ya tano na ziendelea kuya awamu ya sita, na ndiyo maana kwa kifupi, tunaweza kusema kazi iendelee.